DW. Habari za ulimwengu. Msomaji ni Bruce Amani, kwanza muktasari. Rais Trump asema Marekani inaanzisha mazungumzo na Iran ya mpango wake wa nyuklia. Ukraine ataka kufikia makubaliano na Marekani kuhusu mkataba wa madini. Na Rais Kagame azilani nchi zinazoiwekea Rwanda vikwazo kutokana na mzozo wa Mashariki ya Kongo. Habari kamili. Washington, rais Donald Trump amesema kuwa Marekani itaanzisha mazungumzo ya ngazi ya juu na Iran kuhusu mpango wake wa nyuklia siku ya Jumamosi. Trump alitoa tangazo hilo la kushangaza wakati wa mkutano na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu katika ikulu ya White House hapo jana. Saa chache baadaye, Tehran ilithibitisha kuwa mazungumzo yanatarajiwa Jumamosi mjini Oman, lakini ikasema kuwa hayatakuwa mazungumzo ya moja kwa moja. Netanyahu akiwa kiongozi wa kwanza wa kigeni kusihi kibinafsi kuondolewa kwa ushuru wa Marekani ambao umeutikisa ulimwengu. Waziri mkuu huyo wa Israel aliahidi kuondoa vikwazo vya kibiashara kati ya nchi hizo mbili. Netanyahu na Trump pia walijadili Gaza, ambako mpango uliodumu kwa muda mfupi wa kusitisha mapigano ukisimamiwa na Marekani kati ya Israel na Hamas umevunjika. Netanyahu alisema mazungumzo mapya yanapangwa yakilenga kuachiwa huru mateka zaidi waliochukuliwa na Hamas wakati wa shambulio lao la Oktoba 7, 2023 nchini Israel ambalo lilianzisha vita hivyo. Kiev, timu ya upatanishi wa Ukraine itasafiri kwenda Marekani wiki hii, wakitarajia kusaini mkataba wa madini ambao umekwama kwa wiki kadhaa. Utawala wa Trump unataka dhamana ya uwepo mkubwa wa biashara za Marekani nchini Ukraine baada ya vita. Washington pia inataka haki za kuchimba madini nchini Ukraine kwa kubadilishana na misaada inayoipa nchi hiyo. Mkataba huo ulitarajiwa kutiwa saini mwezi Februari, lakini Rais Zelenski akatoka kwenye e, mkutano wa ikulu ya White House bila kukubaliana na mpango huo. Hiyo ilitokana na majibizano makali mbele ya kamera za waandishi habari kati yake na Trump na makamu wa rais JD Vance. Ujumbe wa Ukraine mjini Washington utajumuisha wawakilishi wa wizara ya za uchumi, mambo ya nje, haki na fedha. Jambo moja la kuzingatia katika mpango huo ni msaada unaotolewa, na Ukraine, na, unaotolewa kwa Ukraine na Marekani chini ya rais wa zamani Joe Biden. London, idadi ya watu wanaojulikana kunyongwa mwaka jana ilikuwa kubwa zaidi katika takriban muongo mmoja huku Iran, Iraq na Saudi Arabia zikiongoza kwenye orodha ya nchi zilizotekeleza hukumu hiyo. Ripoti ya kila mwaka kuhusu hukumu za kifo ya shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu Amnesty International imesema jumla ya watu 1518 walinyongwa duniani kote katika mwaka wa 2024. Hiyo ni idadi kubwa zaidi tangu mwaka wa 2015 ambapo watu 1634 waliuawa. Takwimu hizo zinaonyesha ongezeko la asilimia 32 la idadi inayojulikana ya watu walionyongwa ikilinganishwa na mwaka wa 2023. Katibu mkuu wa Amnesty Agnes Kalamar amesema adhabu ya kifo ni uhalifu wa kuchukiza usio na nafasi katika ulimwengu wa leo. Amnesty imesema takwimu hizo zijumuishi maelfu ya watu wanaoaminika kunyongwa nchini China, inayoongoza duniani katika utekelezaji wa hukumu ya kifo na pia Korea Kaskazini na Vietnam. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bon. Kigali. Rais wa Rwanda, Paul kagame amezilaani nchi zinazoiwekea nchi yake vikwazo. Kauli ya Kagame imejiri wiki chache baada ya baadhi ya mataifa kutangaza vikwazo kuhusu kuhusika kwa Kigali katika mzozo wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo. Akahutubia kwenye tukio la eh, kuashiria mwanzo wa mfululizo wa kumbukumbu ya mauaji ya kimbari ya 1994 Kagame amesema bila kuzitaja nchi zozote kuwa zinapaswa kwenda kuyashughulikia matatizo yao na kumwacha yeye akabiliane na ya kwake. Waasi wa M23 wanaoungwa mkono na wana Rwanda wamekamata maeneo ya Congo na kuikalia miji ya Goma na Bukavu. Wataalam wa Umoja wa Mataifa wanakadiria kuwa Rwanda ina karibu askari elfu nne nchini Congo wanaoliunga mkono kundi la M23. Juba Sudani kusini imeitolea wito Marekani kujadili uamuzi wa wa utawala wa Trump wa kufuta viza zote za kusafiri nchini humo raia wa kutoka Sudan Kusini ikisema wamekuwa wakitii mara kwa mara sheria za uhamiaji. Wizara ya mambo ya nje ya Sudan Kusini imesema nchi hiyo inakabiliwa na kile ilichosema ni kufutwa kwa viza kwa msingi wa tukio la pekee linalohusisha upotoshaji wa mtu ambaye si raia wa Sudani Kusini. Kisa hicho kilimhusisha mtu kutoka jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo aliyefukuza Marekani na kurejeshwa Sudani Kusini, lakini akazuiwa kuingia katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Juba Aprili 5 na 6. Mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bon. mimi ni Bruce Amani, baki nasi. DW dunia yetu leo asubuhi Miongoni mwa yale tuliyokuandalia asubuhi hii ni pamoja na ziara ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu nchini Marekani ambapo amezungumza na Rais Donald Trump. Na huko nchini Tanzania, mi sidhani kama kutofautiana kimawazo kunaweza kukapelekea kwamba chama chetu kikapasuka. Mi nadhani kuna hoja na hoja zinapaswa kujibiwa. Chama cha upinzani cha CHADEMA kimekumbwa na mtikisiko wa ndani unaotishia kukigawa, wakati taifa hilo likielekea kwenye uchaguzi wake mkuu Oktoba mwaka huu. Tutaangazia pia juhudi za mataifa matatu ya magharibi mwa Afrika katika kujiondoa kwenye utegemezi wa kigeni katika kuendesha uchumi wao. Kwa hayo bila shaka na mengine mengi, tafadhali usibadili kituo katika matangazo haya tumekuandalia pia makala fupi ya Afya Yako, lakini hayo ni hapo baadaye. Kwanza uchambuzi wa ripoti zetu. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu aliwasili jana Jumatatu mjini Washington na kukutana na rais wa Marekani Donald Trump. Viongozi hao wawili walijadiliana kuhusu vita vya Gaza, hali ya mvutano na Iran na hatua ya marekani kuyaongezea ushuru mataifa mbalimbali duniani ikiwa ni pamoja na Israel. Mwenzangu Bruce Amani amefuatilia mkutano huo na kutuandalia ripoti ifuatayo. Rais Trump amesema kuwa Marekani itaanzisha mazungumzo ya ngazi ya juu na Iran kuhusu mpango wake wa nyuklia siku ya Jumamosi. Trump alitoa tangazo hilo la kushangaza alipokutana na Netanyahu katika ikulu ya White House. Rais huyo wa Marekani alisema ana matumaini ya kufikia makubaliano na Tehran, lakini akaonya kuwa jamhuri hiyo ya Kiislamu itakuwa katika hatari kubwa kama mazungumzo hayo yatashindwa. Saa chache baadaye, Tehran ilithibitisha kuwa mazungumzo yanatarajiwa Jumamosi mjini Oman, lakini ikasisitiza kuwa hayatakuwa mazungumzo ya moja kwa moja. Trump hakusema ni wapi mazungumzo hayo yatafanyika, lakini alisisitiza kuwa hayatahusisha watu wengine na yatakuwa ya ngazi ya juu zaidi. Wakati huo huo maafisa wamesema kuwa Urusi, China na Iran zinatarajiwa kufanya mashauriano kuhusu suala la nyuklia la Iran hii leo Jumanne, mjini Moscow. Kauli za Trump zimejiri wakati Netanyahu akiwa a kiongozi wa kwanza wa kigeni kusihi kibinafsi kuondolewa kwa ushuru wa Marekani ambao umeutikisa ulimwengu. Waziri mkuu huyo wa Israel aliahidi kuondoa vikwazo vya kibiashara kati ya nchi hizo mbili. Kabla ya mkutano huo, nchi yake ilichukua hatua ya kuondoa ushuru wake wa mwisho uliosalia kwa bidhaa za Marekani. Netanyahu na Trump pia walijadili Ghaza ambako mpango uliodumu kwa muda mfupi wa kusitisha mapigano ukisimamiwa na Marekani kati ya Israel na Hamas umevunjika. Netanyahu alisema mazungumzo mapya yanapangwa yakilenga kuachiwa huru mateka zaidi waliochukuliwa na Hamas wakati wa shambulizi lao la Oktoba 7, 2023 nchini Israel ambalo lilianzisha vita hivyo. Trump pia alisisitiza kuhusu mpango wake wa Marekani kuudhibiti ukanda wa Gaza ambao alielezea kuwa kipande kikubwa cha mali isiyohamishika. Mkutano wao wa waandishi wa habari uliopangwa baada ya kumalizika mazungumzo yao ulifutwa ghafla bila maelezo, hatua isiyo ya kawaida. Shukran Bruce Amani kwa taarifa hiyo. Sasa tuelekee huko Afrika Mashariki. Nchini Tanzania chama cha upinzani cha Chadema kimekumbwa na mtikisiko wa ndani unaotishia kukigawa wakati taifa hilo likielekea kwenye uchaguzi wake mkuu hapo Oktoba mwaka huu. Kambi moja inayosimamiwa na viongozi wakuu inapinga kufanyika uchaguzi huo bila kufanyika mageuzi ya kimsingi na ya kimfumo. Upande mwingine unataka ushiriki kwenye uchaguzi katika mazingira yoyote yalivyo. Pande hizo zimekuwa zikishutumiana hadharani. Miongoni mwa wanaopingana na msimamo wa viongozi wakuu ni Catherine Ruge, mmojawapo wa wanachama wanaounda kundi lijiitalo G55 ndani ya chama hicho. Mohamed Khalif amemuuliza ikiwa tuhuma zinazoelekezwa kwa kundi lake kuwa linatumiliwa na watawala kuhalalisha uchaguzi usiokidhi viwango zina maana gani kwao. Mwaka 2023 kamati kuu ilipitisha maridhiano ishirini na mbili ikapeleka baraza kuu, baraza kuu likaridhia, tukaanza maridhiano. Katikati ya mchakato, baadhi ya wajumbe wa kamati kuu na viongozi wenzetu wakasema sisi wanatulaghai hiki kitu tunaona hakiendi sawa sawa. Walipinga ndani ya vikao, lakini baadaye walitoka nje wakapinga maridhiano na baadaye chama chetu kikajiondoa kwenye maridhiano. Sasa je, sisi tuseme kwamba hao watu walitumika ili nchi isipate reforms? Kwa sababu moja ya ajenda za maridhiano ilikuwa kupata tume huru ya uchaguzi pamoja na katiba mpya. Kwa je, sisi wale, wale viongozi ambao wali kuwa na mawazo tofauti mpaka ikapelekea chama kujitoa kwenye maridhiano. Je, walikuwa wanatumika na mfumo? Walikuwa wanatumika na na CCM, na mmojawapo ni ambaye alikuwa makamu mwenyekiti wa chama chetu ambaye sasa hivi ni mwenyekiti alitoka na akapinga hadharani, na sio mara moja, ni mara nyingi. Wengine wanahofia kwamba safari ambayo ilikumba chama chenye ser mageuzi safari ambayo ilikumba CUF ndio safari ambayo inaikumba hasa Chadema kwa mpaso kama huo, ambao unaonekana, wewe ukiwa mwanachama, kiongozi ambaye umekulia ndani ya chama mpaka sasa, unauonaje mwisho wa chama chako? Mm, mi sidhani kama kutofautiana kimawazo kunaweza kukapelekea kwamba chama chetu kikapasuka. Mimi nadhani kuna hoja na hoja zinapaswa kujibiwa. Kuna watu wana hoja, wanapaswa wasikilizwe, na hiyo ndio demokrasia, kwa sababu maendeleo yanapatikana watu wanapokuwa na hoja tofauti, hoja kinzani, na demokrasia ni kusikiliza hata wale wachache. Hiyo ndo demokrasia, matendo yetu ya demokrasia kabla tujatoka nje. Yes, mm-hmm. Kwa hivyo yaakisi demokrasia. tunamaliza, yeah. tunamaliza mazungumzo yetu Kathrin, wa kusema kwamba wahadi ambao mmeitoa inabakia pale pale, hamuto hama Chadema, mvua jua iwe iweje, hata kama mawazo yenu hakupitishwa, kwa hivyo ndoto ya kuwa mgombea katika uchaguzi ujao, kama chama kimeamua kwamba hakuna kugombea, hakuna kufika uchaguzi, hutogombea kupitia chama chingine Catherine? politics is dynamic. Naam, sawa, eh sitaki <laughs> kuwapa kwa miungu wala kwa binadamu, kwa sababu siasa zinabadilika, mazingira yanabadilika, lakini mimi naamini bado chama chetu kinaweza kubadilisha mawazo kwa sababu sio sisi tu tunavyosema, sio G55 kwamba tuko 55. Hapana. Alikuwa ni Catherine Ruge huyo, mmoja wa wanachama wa Chadema wanaounda kundi lijiitalo G55, kama alivyohojiwa na mwenzangu Mohamed Khelef. Mataifa matatu ya magharibi mwa Afrika yaliyounda kile kijulikanacho kama mfungamano wa Sahel yanaonekana kuchukua juhudi za makusudi za kujiondoa kwenye utegemezi wa kigeni katika kuendesha chumi zao kwa kuelekea kwa wawekezaji wazalendo. Je, hatua wa hii itakuwa ya kudumu na ya manufaa kwa mataifa hayo masikini? Selina Mdemu anaisoma taarifa hii iliyoandaliwa na Antonio Cascais na Eric Topona wa idhaa ya Kifaransa ya DW. Nchini Niger, kampuni ya ndani imepewa leseni ya kuchimba shaba na huku serikali za kijeshi nchini Mali na Bukina Faso zinalenga kupunguza utegemezi kwa makampuni ya kigeni ya uchimbaji madini na kubadilisha uchumi wao. Niger inataka kukuza uchumi wake na kupanua sekta ya madini kwa kuchimba shaba katika eneo la Agadez. Nchi hiyo imetoa kibali kwa kampuni ya kitaifa ya Compagnie Miniere de l'Or Kominye SA kulingana na taarifa kutoka kwa serikali ya kijeshi ya Niger ambayo ilichukua mamlaka kufuatia mapinduzi ya Julai 2023. Niger inaendelea na mpango wake wa kuleta mseto wa uzalishaji wa madini kwa hatua ambayo inaashiria kuingia kwake katika mtandao wa nchi zinazozalisha madini hayo kimkakati. Ulf Leasing, mkuu wa mpango wa kikanda wa Sahel katika wakfu wa Conrad Adenauer katika nchi jirani ya Mali, amesema makubaliano hayo ni sehemu ya mkakati wa Niger kupunguza utegemezi wake kwa makampuni ya kigeni kwa uchimbaji wa madini. Leasing amesema kuwa inawezekana kutabiri jinsi mradi huo utakavyofanikiwa kwa sababu mgodi wa shaba uko kaskazini sio mbali na Libya ambapo hali ya usalama ni mbaya sana. Amesema kuwa Niger inafuata mwelekeo unaoonekana nchini Burkina Faso na Mali ambapo serikali za kijeshi zinategemea zaidi makampuni ya ndani badala ya kutegemea za mataifa ya Magharibi. Waendeshaji wa mgodi huo ulioko katika mji wa pili kwa ukubwa nchini Niger Moradi wanatarajia kuzalisha wastani wa tani 2000 saba za shaba kwa mwaka katika kipindi cha miaka kumi. Serikali ya Niger inatumai kuwa mgodi huo utatoa fursa ya mamia ya ajira mpya na biashara yenye faida kubwa. Kwa sasa shaba inauzwa kwenye soko la dunia kwa dola elfu tisa na mia saba sawa na euro elfu nane mia saba themanini na tisa kwa tani. Wakati huo huo, kibali cha muda kimetolewa kwa kampuni ya Niger Compagnie Minière de Recherche et de l'Exploitation Comirax SA huko Denis ili kuzalisha lithium kiungo muhimu cha betri za lithium zinazoweza kuchajiwa tena na ambazo huendesha kila kitu kutoka kwa simu za rununu hadi magari ya umeme. Kampuni hiyo inatarajia kuzalisha tani mia tatu za lithium kwa mwaka. Niger ina hisa asilimia 25 katika mgodi wa shaba wa Cominiere na hisa asilimia 40 katika kampuni ya Comirex ili kudumisha udhibiti wa serikali juu ya rasilimali za taifa hilo. Leasing ameiambia DW kuwa chanzo cha fedha kwa ajili ya miradi ya uchimbaji madini hakiko wazi na kwamba huenda uchimbaji wa shaba unafadhiliwa kwa kiasi na mapato ya uzalishaji wa mafuta. Mtawala wa zamani wa kikoloni wa Niger, Ufaransa, amepoteza umaarufu katika eneo la Sahel na amepoteza ushawishi. Jeshi la Niger halijioni tena kuwa limefungwa na mikataba ya ushirikiano kutoka kwa rais wa Niger, Mohamed Bazoum, ambaye alitimuliwa katika mapinduzi ya mwaka 2023. Hivi majuzi, jeshi hilo liliondoa leseni ya kampuni ya nyuklia ya Ufaransa ya Orano ya kuchimba uranium baada ya kuhudumu kwa miaka 50 nchini Niger. Hii ilikuwa ripoti yake Selina Mdemu DW. Tunavuma kwa kishindo. Idadi ya watoto wanaozongwa na njaa katika eneo la mashariki mwa jamhuri kidemokrasi ya kidemokrasia ya Kongo imeongezeka kwa nusu kwa sababu ya mapigano yanayoendelea mwaka huu. Hali inaripotiwa kuwa mbaya zaidi katika majimbo ya Kivu Kusini na Kaskazini pamoja na Ituri. Zaidi ya watu milioni sita wameyakimbia makazi yao na nusu ya idadi hiyo wanatokea majimbo hayo ya Mashariki mwa Kongo. Tatu Karema anaarifu zaidi. Kulingana na tathmini ya takwimu mpya za vipimo na viashiria vya kimataifa vya kima uhaba wa chakula, Integrated Food Security Phase Classification IPC, idadi ya watoto wanaokabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeongezeka kutokea milioni 12.3 hadi 14.6 hadi kufikia Januari ikilinganishwa na kipindi hicho hicho mwaka uliopita. Takwimu zinaashiria kuwa mtoto mmoja kati ya wanne anahangaika kupata chakula kote nchini humo. Baa hilo ni baya zaidi katika maeneo zongwa na vita ya Mashariki ya Ituri, Kivya kaskazini na kusini, na Tanganyika. Utafiti wa shirika la watoto la Save the Children umebaini kuwa idadi ya watoto walioathirika imeongezeka kwa asili 47 ikilinganishwa na kipindi hicho cha Januari hadi Juni mwaka uliopita wa 2024. Chanzo cha kusababisha hali hiyo ni vita vinavyoendelea, kadhalika mapambano ya moja kwa moja tangu mwanzoni mwa mwaka. Shelley, Takral ni msemaji wa mpango wa chakula wa Umoja wa Mataifa WFP katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na anasisitiza kuwa hali inatisha. In Tulichokiona katika muda wa miezi sita iliyopita ni kuwa watu milioni mbili nukta tano wa ziada wamesukumwa na kuwa kwenye kundi la wanaokabiliana na uhaba mkubwa wa chakula. Wakazi wa eneo la mashariki tayari wanatatizo na mengine. Miezi sita iliyopita imekuwa ya mazingira magumu na kupoteza hata tumaini. Ongezeko la bei za vyakula linawahatarisha zaidi wanawake na watoto. Familia ambazo zimekuwa zikihangaika kupata chakula sasa zinakabiliana na ugumu na uhalisia mpya katika miezi michache iliyopita kiasi ya watu milioni tatu wamekuwa njiani wakisaka sehemu salama kwa sababu ya mapigano au kujaribu kurejea makwao, hali inayotatiza juhudi za kupata riziki ya kila siku, kwa mujibu wa takwimu za shirika la Umoja la wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR. Kwa sasa watu milioni 6.4 wameachwa bila makazi kutokana na vita huko Congo, na zaidi ya nusu ya idadi hiyo wako kwenye majimbo ya Kivu ya kusini na kaskazini pekee. Uhaba au ukosefu wa chakula una madhara makubwa kwa afya ya watoto, hali inayoleta utapiamlo, mwili kudumaa, mifumo ya kinga fifu na kuongeza uwezekano kupata magonjwa. Shukran Tatu Karema kwa ripoti hiyo. Na tukisalia barani Afrika, Uganda ilitia saini hivi karibuni mkataba wa ujenzi wa mtambo wa kusafisha mafuta na kampuni kutoka Umoja wa Falme za Kiarabu UAE. Hatua hiyo imeleta matumaini kuwa taifa hilo lenye hazina ya mafuta ghafi sasa linaweza kuyasafisha na kupunguza utegemezi wa kuagiza kutoka nje. Utawala mjini Kampala unasema mradi huo unaokwenda sambamba na ujenzi wa bomba kubwa la kusafirisha mafuta ghafi kutoka Uganda kupitia Tanzania ni mafanikio ya kupigiwa mfano. Mwandishi wetu Lubega Emmanuel anamulika juhudi hizo za Uganda za kuimarisha nafasi yake kama mzalishaji wa nishati ya mafuta kwenye eneo la Afrika Mashariki. Hao ni kundi la vijana wanaoandamana mara kwa mara kwenye barabara za mji wa Kampala wakipinga shughuli za ujenzi wa bomba la mafuta la ECOP pamoja na miradi husika, wakielezea kuwa itaathiri mazingira. Lakini serikali ya Uganda imeazimia kuendelea na mpango huo ambao ni mmoja kati ya mikakati iliyoanza kuzingatiwa wakati mafuta yalipogunduliwa mwaka elfu mbili na sita. Linet Naiga ni miongoni mwa vijana wa kike ambao baada ya kupata mafunzo sasa wanasimamia shughuli za uchimbaji mafuta katika visima vya Tilenga lililoko mbuga za wanyama za Murchison. Uchimbaji mafuta ni kazi ambayo inaweza kufanywa hata na wanawake, na ikiwa utaisomea basi unaweza fanya kila jambo like hata hivyo kizingiti kikubwa kinachofanya ndoto ya Uganda kutotimia ni kupata wawekezaji walio na mtaji ili kufanikisha ujenzi wa miundombinu ya kuchimba na kuchakata mafuta. Hii ni kutokana na wanaharakati wa mazingira na haki za binadamu kupinga mradi huo, jambo ambalo limepelekea benki na mashirika mengi kusita kuufadhili kwa njia ya mkopo. Makampuni ya Total Energies ya Ufaransa na Sinok ya China yameendelea kuwa na imani kwamba mradi huo utafanikiwa na yamewekeza katika miundombinu muhimu kwa kuvibaini visima vya mafuta na kujenga mabomba ya kutoa mafuta ghafi kutoka ardhini. Gloria Sebikari ni msemaji wa mamlaka ya mafuta ya Uganda, PAU. The East African Crude Oil Pipeline, that is ECOP. Na mtambo wa kuchakata mafuta ni muhimu katika kuendesha biashara ya mafuta, ili Uganda ipate dola bilioni mbili kila mwaka shughuli ya uzalishaji itakapoanza, kulingana na kiwango cha mafuta kinachokisiwa kuwa mapipa bilioni sita nukta tano magharibi mwa Uganda. Ilitabiriwa kuwa mafuta hayo yangeleta ya faida kubwa ikiwa yangeuzwa ya kwenye soko la kimataifa. Hapo ndipo Uganda ilijadili na Tanzania kuhusu ujenzi wa bomba la umbali wa kilomita 1440 chini ya mradi ujulikanao kama ECOP kati ya pwani ya Tanga na eneo la Bunyoro ambapo mafuta hayo yatachimbwa, na ndipo mradi huo unaotarajiwa kugharimu takriban dola bilioni tano ulipoanza kupingwa na makundi ya wanaharakati ndani na nje ya nchi kwa madai kuwa bomba hilo litapita katika maeneo ya mbuga za wanyama na makazi ya watu, na kwa hivyo kusababisha uharibifu kwa utoasili na pia kukiuka haki za binadamu. Samuel Wanda ni mmoja kati ya wanaharakati wa kulinda mazingira. Current and ongoing crude oil pipeline construction. Ujenzi wa bomba unayoendelea, na pia huo mtambo wa kuchakata mafuta vinaathiri mazingira na ndiyo maana tunavipinga. Mtambo wa kusafisha mafuta pekee utailetea Uganda dola bilioni tatu nukta nne kila mwaka ambapo utachangia angalau asilimia kumi kwa pato la taifa na bidhaa zitokanazo na shughuli hii zitasaidia kuzalisha mbolea kwa ajili ya kilimo na kwa hiyo kuzidisha kiwango cha uzalishaji chakula. Hivi majuzi kampuni kutoka Umoja wa Falme za Kiarabu ilisaini mkataba wa kuwekeza katika mtambo huo wa kuchakata mapipa sitini elfu ya mafuta kila siku, na sasa kuna matarajio kuwa katika kipindi cha mwaka mmoja biashara ya mafuta itaanza. Kwa sasa zaidi ya visima mia moja vya mafuta vimechimbwa eneo la Hoima na Bulisa, magharibi mwa Uganda. Rebig Emmanuel, DW Kampala. Ni kwa ripoti hiyo kutoka Uganda ndipo tunakamilisha safu hii ya uchambuzi, na sasa ni wakati wa makala fupi ya Afya Yako DW. Afya Yako, tafiti mbalimbali zinazotolewa na mashirika ya afya ikiwemo za shirika la afya duniani WHO mwaka 2021 na mwaka elfu mbili na ishirini na mbili, na Africa Jones Online pamoja na WHO, Afro Health Monitor ya mwaka elfu mbili na ishirini na moja kuhusu changamoto za tiba ya asili zinaonyesha kuwa licha ya mchango wake katika huduma za afya bado inakabiliwa na vikwazo vingi kama vile ukosefu wa uthibitisho wa kisayansi, uelewa mdogo wa jamii kuhusu usalama na ufanisi wake, ukosefu wa mifumo thabiti ya uthibiti na changamoto za kisheria zinazokwamisha matumizi yake rasmi. Je, serikali ya Tanzania ina mikakati gani? Tunashirikiana na taasisi mbalimbali kama NIMRI e, taasisi ya utafiti wa magonjwa ya kibinadamu, lakini pia tunashirikiana na chuo kikuu cha afya na sayansi. Makala ya Afya Yako ya DW Kiswahili leo inaangazia ni kwa namna gani serikali ya Tanzania imechukua hatua ili kudhibiti matumizi holela ya dawa za asili ikiwa ni pamoja na udhibiti wa ubora wa dawa kupitia usajili wa waganga wa tiba hizo. Mimi ni Alex Mchomvu, karibu. Mwaka 2022 shirika la afya duniani WHO lilibainisha kuwa ni dhahiri tiba za asili zina mchango mkubwa katika huduma za afya, ikiwa ni sehemu muhimu ya urithi wa utamaduni na njia za asili za kutibu magonjwa hususan katika maeneo ya vijijini ambapo huduma za kisasa ni nadra. Ukosefu wa elimu rasmi kwa waganga wa tiba za asili, pamoja na uhaba wa tafiti za kina kuhusu madhara ya mwingiliano wa dawa za asili na za hospitali huathiri matumizi yake. Lakini je, upi ni mchango wa dawa za asili? Khalidi Amis ni mganga wa tiba za asili na mwanachama wa chama cha waganga wa tiba za asili Tanzania. Ah, wananchi wamekuwa wakichukua kila nani, wamekuwa wakitumia sana hizi, hizi dawa Aa, na wengi wamekuwa wakirudisha majibu mazuri na ndio maana kumekuwa na mwamko mzuri. Kama unavyoziona hizi dawa nyingi zimejaa viungo vya mboga tu vya kawaida ambavyo tunavila siku zote, kwa hiyo hata madhara yake ni madogo sana, kwamba kwamba mwingine mtu anaweza kupata madhara. Ni kwa namna gani serikali ya Tanzania imechukua hatua ili kudhibiti matumizi holela ya dawa za asili ikiwa ni pamoja na udhibiti wa ubora wa dawa hizo? Mzirai Mwita ni afisa kutoka kitengo cha tiba za asili na tiba mbadala nchini Tanzania. Mara nyingi, Zai, tunatumia vyombo vya habari zaidi kwa ajili ya kuweza kuwafikia wananchi sehemu mbalimbali kutoa elimu e, kuwaganga pia wa tiba za asili e, kuhusu viwango vya ubora vya dawa, lakini pia tunashirikiana na taasisi mbalimbali kama NIMRI, e, taasisi ya utafiti wa magonjwa ya kibinadamu, lakini pia tunashirikiana na chuo kikuu cha afya na sayansi e, Muhimbili kwa maana ya MUHAS pamoja na ukosefu wa uthibitisho wa kisayansi, uelewa wa jamii kuhusu usalama na ufanisi wake unachukuliwaje na wananchi? Tuwasikilize Hamza Lamek, Judith Anthony na Lucas Mahago wakieleza mtazamo wao juu ya matumizi ya dawa hizo. Mimi binafsi kwa maoni yangu naona zinasaidia kiukweli. Mtazamo wangu kuhusu dawa za asili, dawa za asili ni dawa ambazo kwangu mimi zimenisaidia kwa kweli. Nilikuwa na changamoto, sioni kama ni mbaya kikubwa tu ni kufuata utaratibu na masharti tunayopewa namna gani ya kutumia dawa hizo kiufupi. A, nikasema dawa za asili zinatusaidia sana sisi wananchi wa hali ya chini, na tunaomba yani tuzipate kwa wingi. Moja ya athari ya dawa za asili katika mfumo mzima wa afya ni baadhi ya mimea ya dawa ina viambata vya sumu vinavyoweza kuathiri ini, figo au mfumo wa fahamu. Bwana Mzirai anafafanua zaidi. kuna madhara makubwa sana endapo kama mtu atatumia dawa kiholela bila kufata taratibu, bila kufahamu kabisa kama dawa hii ina udhibiti ama, ama imedhibitishwa na wataalam. Kwa kuna madhara mengi sana ya kutumia kiholela, unaweza ukapata uh, shinikizo la damu. Uh, lakini pia kuna stroke kwa sababu dawa inapokuwa imeingia katika mwili wa binadamu eh, hasa dawa hizi za asili bila kuwa na vipimo maalum, ni tofauti kidogo na dawa hizi za kizungu, zinakuwa unaandikiwa kwamba tumia asubuhi, mchana, jioni, kwa kidonge kimoja au vidonge viwili. Dawa za asili zina nafasi muhimu katika mfumo wa afya, lakini zinahitaji kutumiwa kwa uangalifu na kwa mwongozo wa wataalamu wa afya. Na kufikia hapo ndipo natamatisha makala ya Afya Yako. Mimi ni Alex Mchomvu. Hadi wakati mwingine, kwa heri kwa sasa. Kufikia hapo ndipo tunakamilisha matangazo yetu ya asubuhi. Asante kwa kutenga muda wako na kutusikiliza na kualika ujiunge nasi saa saba kamili majira ya Afrika Mashariki kwenye dunia yetu leo mchana. Mimi ni Bakari Ubena, sina la ziada ila kukutakia asubuhi njema.